Wakristo kote duniani wanapojiandaa kuadhimisha siku Ijumaa kuu ili kuashiria kuteswa kwa Yesu Kristo, askofu wa kanisa la Katoliki jimbo la Machakos, Norman Kingo, ameongoza ibada ya Krisim katika kanisa la Katoliki la Our Lady of Lourdes Machakos. That's where you're naibu gavana kaunti ya Machakos Francis Mwangangi, na aliyehudhuria ibada hii akikashifu vurugu ambazo zimekuwa zikishuhudiwa makanisani, hasa wakati viongozi wa kisiasa wanaoipinga serikali wanapohudhuria afla makanisani. Umeona kule Nairobi yaliyoendelea kule. Uh, uh, furugu furugu kat, kanisani, kisa na maana, uh, kuna naibu wa rais ambaye hatumpendi. Nafikiri tu hurumiane na tukuwe na utu, na ujue unaweza kuwa kwa uongozi leo na kesho hutakuwa, uh, unaweza kuwa leo wewe ni mkubwa mahali, kesho hautakuwa, uh, kwa sababu before ukuwe kile ulicho sasa kulikuwa na mtu mwingine na baada ya yako kutakuwa na mtu mwingine. Kwa hivyo ni lazima tukuwe na hule hutu na tuvumiliane. Akiwashutumu viongozi wa kisiasa kutoka eneo la bonde la ufa wanaoshikilia kuwa sharti rais Ruto ahudumu kwa muhula zaidi ya mmoja, akidokeza kuwa Wakenya wote wameungana ili kuiondoa serikali ya Kenya Kwanza mamlakani. Kenyans are united now more than ever to take away UDA and Kenya Kwanza nyumbani Asubuhi na mapema. Sasa itakuwa aje? Mtu atakatalea hapo? Ikiwa Trump alienda nyumbani, hata hapa Kenya ni nini hiyo? Tuangalie tu sana na tuangalie kama viongozi, ni matamshi gani tunazungumza. Akiwataka viongozi wa upinzani akiwemo Kalonzo Musyoka, Rigathi Gashagwa, Eugene Wamalwa miongoni mwa wengine kuzidi kushirikiana, kwani utengano wao ni furaha kwa Kenya Kwanza. Ushirikiano ulioko pale kwanza ni wa Kenya against serikali ya UDA na serikali ya Kenya kwanza. Hiyo ndio mwanzo. Ya pili ni muungano wa viongozi wetu wa kitaifa ambao e, ukiongozwa na Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, rais ama naibu wa rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya Rigathi Gachagua ama Rikiji, na tuko hapo, kila mtu yote ako hapo. Ile tunawahimiza tunawaombea wasiwe wakatengana. Because hiyo ndio Kenya kwanza wangefurahia kuona watengane, kidogo ndio wapitie pale. Isaac Musioka, Undugu TV.